Nam uh, familia za waliopigwa risasi wakati wa mvutano na maafisa wa polisi uliotokea katika uwanja wa Moi International Sports Center Kasarani Alhamisi, uh, wanadai haki itendeke. Vincent Otieno Ogutu na Evans Kiche, ni miongoni mwa watu watatu ambao kufikia sasa wameripotiwa kufariki. Familia zao zinasisitiza kuwa mapenzi yao kwa aliyekuwa waziri mkuu uh, Raila Amolo Odinga hayakuwa hatia wala sababu ya kuuawa kwao. Safin Achiengouma alizungumza na familia hizo. Huku taifa likiungana kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwa siku ya tatu, uchungu uliompata Ivon Akinyi ni Ponyetina. wa aina yake. Ivon ni mke wa mmoja wa watu watatu waliopigwa risasi Alhamisi alasiri kufuatia patashika iliyotokea kati ya polisi na waombolezaji katika uga wa Moi International Sports Center Kasarani. Marehemu Vincent Otieno Ogutu alikuwa miongoni mwa maelfu ya waombolezaji waliomiminika katika uwanja huo kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ila alitoka huko akiwa maiti. Babake alielezea uchungu wa kumpoteza mwanawe. Nikapata kama mwili yake tayari imewekwa kwa gari, sasa nikaingia kwa gari nikatoa machozi mingi sana, kwa maana ni kijanangu peke yake pekee. Shot him, shot him, uh, uh. Uzito sawia na wa familia ya Evans Kiche, baba ya watoto watatu, ambaye alipigwa risasi kichwani, mkewe alitatizika kueleza jinsi alivyopata wasiwasi kuhusu usalama wa mumewe ambaye ni mpishi katika mkahawa mmoja karibu na uga wa Kasarani, kakaambia okay ni sawa but make sure umetoka before Raila afike Kasarani. Kufika saa saba na nusu, I called my husband, akaniambia ti anatoka nimpitu dakika moja, we talk, around 52 seconds, hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kuongea na mumewe akiwa hai hadi alipopata taarifa za kifo chake yeah the eyes are not there i don't know what happened the body it is so pathetic so we are mourning our kin and uh, uh, we are so disappointed with the government. We are really going through a very difficult moment, both financially, emotionally, socially, everything. We are just here, as you see us. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa Vocal Africa Hussein Halid, vifo tatu vimethibitishwa huku miili miwili ikiwa tayari imetambuliwa. We don't want to see more deaths associated with this funeral. Evans and Vincent were innocent Kenyans who were just going there to send off Baba, yet they are no more. Wanaposubiri zoezi la upasuaji wa mwili unaotarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo, maswali chungu nzima yamezidi katika familia hizi ambazo sasa zimezama katika bahari ya majonzi, wakiitaka serikali kuhakikisha kwamba wamepata haki. Safin Achieng' Ouma, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.